Baba, katika jina la Yesu Kristo mfalme mwani, tazama niko chini ya maguyu yako sasa na wakati kama huu mfalme mwani, nasema asante Bwana kwa sijili ya siku hii njema ambayo umeweza kunipa pamoja na kuwapa marafiki zangu dunia mzima, ulimwengu mzima, e Jehova, tazama ni tarehe moja mwezi wa nne. Mfalme mwani, najileta mikononi mwako nikijinyenyekesha, nikiwa sistahili, siwezi lolote, e Jehova lakini najua kwa neema na rehema zako Bwana utanisikia, nayo maombi yangu itakuwa ni dhabihu takatifu mbele zako e mfalme mwani. Tazama, mwezi huu wa nne Jehova, na uleta mkononi mwako e mfalme mwani. Naomba mwezi huu wa nne ukaweze kuwa mwezi wa baraka. Naomba mwezi huu wa nne ukaweze kuwa mwezi wa kuinuliwa. Naomba mwezi huu wa nne ukawe mwe, mwe, mwezi wa kuinuliwa na kubarikiwa tofauti vile wanadamu wanavyofikiria, ama pasi venye mimi ninavyofikiria. Emfal mamani, huu mwezi wa nne, yule ambaye anatarajia kupata ujauzito e, Mungu mjalie na mtoto mwezi e, e, wa nne. Anayetarajia kupata mke mwema e, Jehova mpe e, Mungu huu mwezi wa nne. Anayetamani kupata mume mwema Mungu fal mamani, mpe mwezi wa nne. Anayetamani kwenda nchi ya nje kikazi kimasomo ama kivyovyote, e Jehova mfungulie milango na madirisha e mfalmamani Mungu shie Mungu nayetawala ulipo mahali palipotukuka na utukufu wako hautagawika hata siku moja. Mwezi wa nne e mfalmamani, fungua biashara zetu tunazofanya katika jina la Yesu. Mwezi wa nne naomba e Jehova kaweze kutupa wateja ambao watakuwa ni wateja watakaotuamini na watakaofanya kazi pamoja na sisi. Utupe wateja wenye watakuwa wa kuchukua bidhaa kila wakati. Utupe wateja wenye ambao tutafanya kazi na wao katika jina la Yesu Kristo. Hii mwezi wa nne, mwezi huu wa nne, enfalmani, fungua milango na madirisha, inua wateule wako, inua watoto wako, wabariki e Jehova, mwezi huu wa nne. Kuanzia huu mwezi wa nne, hali yote ya kung'ang'ana katika katika maisha ninakemea katika jina la Yesu. Neno lako limesema, kwa na kwamba umetuita kwa nakamba, majina yetu na ulitujua hata kabla tuzaliwe tuzaliwefla so jambo ninalojua linalojua kwamba sisi sio watu wa kutaabika, bali ni watu wa kufanya sawia na mapenzi yako, na hayo mengi e Jehova utatuzidishia katika jina la Yesu. Mwezi wa nne ukaweze kuwa baraka. Mwezi wa nne mbariki mamangu. Mwezi wa, wa nne bariki dada zangu. Mwezi wa nne bariki ndugu zangu. Mwezi wa nne bariki familia yangu. Mwezi wa nne bariki marafiki zangu. Mwezi wa nne bariki biashara yangu mwezi wa nne bariki clients wangu, mwezi wa nne bariki wote na.